Hapa tuko msibani kwa mama mzazi wa msanii wa singeli Meja Kunta, na uzuri tumekutana na mwanamuziki mkali wa bongo flava kutoka hapa Tanzania. Ibra yuko hapa, amekuja kushiriki kuwafariji wafiwa, hususan kumfariji rafiki yake ambaye ni mwanamuziki Meja Kunta. Pole kwanza kwa msiba. Shukrani sana bro. Ibra, wewe ni mmoja kati ya watu ambaye una ukaribu na Meja Kunta. Taarifa jinsi ambavyo uzipata, na jinsi ambavyo umefika hapa, na hali ambayo umeikuta, unaweza kuizungumzia hisia ambazo unazo? Um, imenishtua kidogo. Na nilikuwa niko studio niko nafanya kazi, lakini imetokea. Ni kitu cha ni kitu kikubwa, naweza nikasema ni kitu kikubwa na ni kitu ambacho ni cha kuhuzunisha, kwa sababu ni kijana mwenzetu, lakini pia kuondokewa na mzazi, naweza nik, nik, nik, nik, nik, nikasema ni upweke, kwa sababu iwe mama iwe baba ni watu ambao wamekulea, ni watu ambao wamefanya wewe ukafika hapo ulipofika. So sikuona hata haja ya kwenda nyumbani, labda niende nikachange, kaambia wanangu bwana, twende t tukamfariji ndugu yetu. Namshukuru Mwenyezi Mungu tumefika sofa, yeah. na urafiki wako na meja kwanza, unaunganishwa na nini haswa? Tutajua ni mziki hapo hapo, lakini eh, tangia muwe marafiki, labda ushae kubahatika kuja kwao, ukabahatika kukutana na mama yake enzi za uhai wake, eh, chochote kile ambacho unakifahamu au unataka kushare na sisi, basi ni wakati wako pia. Um, meja ni mwanangu, ni, ni msanii mwenzangu lakini ni kijana mwenzangu pia sikuwahi, si kuwa na ukaribu naye sana wa kusema labda nimefika kwenye familia yake au yeye kufika kwenye familia yangu, lakini si ni vijana na always sisi ni ndugu, kwa sababu tunachopambania ni kitu kimoja. Lakini pia tunapoona kijana mwenzetu uko katika matatizo ni muhimu sana kufika, kwa sababu sisi ni wamoja yeah. na tumeona leo jinsi ambavyo watu wamekusanyika, watu mbalimbali, wasanii, wana wacheza mpira na watu wa kawaida hii kwako inakupa komenti ya namna gani kwa jinsi ambavyo ukakimbiliwa kwa ajili ya kuja kufarijiwa kwa kifo hiki cha marehemu mama yake? Uh, ni kuishi vizuri tu na watu kuwa peace, kwa sababu sisi wote ni jamii moja, sisi wote ni kitu kimoja. Nadhani ndo hata hata hivi watu wote waliojitokeza ni kwa sababu aliishi nao vizuri, anacheka nao vizuri, na ndio maana wamekuja kwenye tatizo lake, kwa sababu sio kila mtu anaweza kutokea sehemu ambayo unatatizwa, kwa anayetokea kwenye tatizo ni ndugu ya yeah, Swazii, so ni ndugu zake, tumekuja kumfariji, kwa sababu ni kijana mwenzetu, tunajua anachokipitia, lakini pia tulikuwa tuna umuhimu sana wa kufika kwa sababu ni muhimu pia sisi kuwepo. Hili sio swali la muhimu sana, lakini ukiamua kujibu unaweza kujibu. Mitaa yeah. Inasema kwamba eh, mwaka huu umekuwa kama umepoa sana, kuna kitu gani <laughs> ambacho kinakuja au umejipangaje kwa mwaka huu mm -hmm. kama ujapinduka kwa sababu ni mwezi wa 4 tuna baada ya miezi kama nane Nimepoa nime na nini? Kwa sababu mimi naachia back to back, hata leo ukienda nimetease, kazi nyingine inatoka so sioni mimi nilipopoa, labda waulize wanaokwambia hivyo, au ujiulize wewe mwenyewe, nimepoa na nini na vipi? mm. msimu huu tutegemea album? Ah, tuombe Mwenyezi Mungu, kila kitu kitakuwa sawa, na kama kutakuwa na chochote, watu watembelee page yangu kwa sababu kila kitu kitakuwa hapo pale. Wasanii wengi tumeona wakifunga ndoa, vipi upande wako mwaka huu? Tunamuona shemeji nah. Huyu yuko mbali na mitandao <laughs> itakuwa mwandishi wa habari yuko mbali na mitandao. Mimi na mke bro, shaoa muda sana ah, yeah, yeah. Kikubwa ni kuwashukuru mashabiki zangu, lakini pia kuwashukuru vijana wote waliojitokeza kuja kumsapoti kijana mwenzetu kuja kumpa pole kwa sababu ni muhimu kwa vijana kuwa na ushirikiano. Bwana, huyu ni Ibra, mmoja kati ya wasanii pendwa kwenye taifa la Tanzania. Anafanya muziki wake mzuri, merod kali na ngoma kibao, anatoa back to back kama ambavyo mmemsikiliza. Mimi naitwa Gabi, Mtanzania, mtazamaji wa Global TV. Tuko hapa msibani kwa mama yake na Meja Kunta, lakini mama wa msanii mkubwa hapa nchini Tanzania Diamond Platinumz yuko hapa, mama Dangote. Mama, kwanza pole kwa msiba na pole tena, kwa maana msiba umegusa tasnia ya mziki hapa nchini Tanzania, ambaye pia mwanao anahudumu kwenye mziki. Pole sana. Asante, labda taarifa ilivyokufikia kutoka kwa Meja Kunta na kile ambacho mama kimekugusa kwa namna moja au nyingine, ukasema leo siwezi kukosa kufika hapa kwa ajili ya kumfariji kijana wangu Meja Kunta, unaweza kukisema kwa hisia zako mama? Mie msiba nimeuona kwenye Instagram, kusema kweli nilipoona, nikasema siwezi kukosa kuja, lazima nije ni nim, mpe pole yake, ndio yeah. Maana nimekuja na kwako Meja Kunta eh, ambaye amefiwa na mama yake mzazi. Ni mtoto wa namna gani, jinsi ambavyo labda ukiwa unakutana naye akija nyumbani mkiwa kwenye kazi, labda ni mtoto wa namna gani kwako? Sema kweli sijawahi kumuona, sijawahi kukutana naye kabisa ila jisi navyomwona na maongezi yake nikimsikiliza kwenye Instagram, anavyoongea namuna mtoto mzuri tu. Pole sana, asante. Mimi sitaki nikuchoshe, mama yangu, unaweza kusema kitu chochote kutoka ya msiba huo? Nampa pole, Mungu mt, azidi kumtia nguvu Meja Kunta. Msiba ni mkubwa sana, kufiwa na mama ni kitu kikubwa sana. Ukimwona mama Dangote amekuja ujue Diamond Platinum manake yuko hapa, ni mwakilishi kwa namna moja au nyingine. Kwa hiyo tukae sawasawa na tufahamu kwamba uwepo wa mama basi ni damu kuwepo hapa, lakini pia tuko na Juma Lokole, mbea wa kimataifa yuko hapa. Mambo vipi, poa kole na msiba? Asante sana kwa wetu sote, ni kweli, labda kaka Juma uweze kumzungumzia Meja kwa jinsi ambavyo unamfahamu na, na ulipopata taarifa ya msiba wa eh, marehemu mama yake. Uh, kwanza nimpe pole Meja msiba wa mama ni msiba mzito ambao hauelezeki, haufananishwi na kitu chochote. Unajua, mama mama wa mwenzako ni sawa na mama yako, kwa hiyo inapomkuta mwenzio, basi huna budi kwenda kumshika mkono na kumjulia hali. Nimpe pole Meja, yupo katika wakati mgumu. Mungu ampe, ampe nguvu kwenye kipindi hiki kigumu. Meja mshikaji wangu, Meja ni mtu ambaye msikivu, ukimwambia kitu mwelewa, alafu sio mtu wa magomvi, mtu anapenda amani. Kwa hiyo yani, itoshe kusema Meja ni mtu wa watu mm. itoshe kusema Meja ni mtu wa watu. na nini haswa kilikuwa kinawaunganisha na Meja kuwa marafiki? Aa, kazi yangu na kazi yake vinashabihiana kazi yake mziki, kazi yangu ni uandishi. Kwa hiyo uh, wote tunategemeana, so ukaribu wetu ni katika kazi pia ujamaa wetu uh, tumekuwa kama familia sasa. Kwa hiyo ilikuwa haipingiki, yani ukaribu wangu na Meja, kwa sababu pia tunashia vitu vingi sana kwenye kazi. Namtegemea, namtegemea, tunategemeana kwenye kazi na unamwona Meja ni mwanamuziki wa namna gani kwenye singeli? Aa, ni mwanamuziki ambaye anajituma, ana tungo nzuri, anaimba vizuri, ni mwanamuziki ambaye ana juhudi, anapenda vitu vizuri. Aa, na muona mbali kufanya vitu vizuri. Neno lako kwa msiba huu mzito ambao umetukumba sisi kwa kuondokewa na mama yetu kwa maana ya mama yake Meja Kunta. Pole kwa Meja, pole kwetu sisi wote wa Tanzania, aa, lake la kwetu sisi kikubwa tu tumwombee mama yetu apumzike mahala pema peponi. Basi tuzidishe dua. Mama Dangote na lolote. Sina. Ebana. Tumezungumza na Mama Dangote, lakini pia tumezungumza na Juma Lokole. Mengi hapa, lakini kubwa zaidi wameguswa na msiba huu na ndio maana wameweza kufika kushiriki kwa fariji wafiwa. Mimi naitwa Gabi Mtanzania wa Global TV. Mama nishukuru kwa nafasi yako <laughs> manake ndo unayema <mama. laughs> na kwako Meja Kunta eh, ambaye amefiwa na mama yake mzazi ni mtoto wa namna gani? Jinsi ambavyo labda ukiwa unakutana naye, akija nyumbani, mkiwa kwenye kazi, labda ni mtoto wa namna gani kwako? Sema kweli, sijawahi kumuona, sijawahi kukutana naye.